Lakini Yanga kuchukua ubingwa ni paka akubali kucheza dabi. Tangazo Yanga kupeleka timu. Mm. Unasikia tu mnyama anachukua pointi tatu nazo kama upepo pale. Hapo mm. Ubingwa. Ukiangalia Simba bado ana michezo mingi lakini zaidi ni kwamba Yanga anaongoza kwa pointi moja mm. Kama Simba atashinda mechi eh, zake zote ina maana Yanga kashinda zake zote, Yanga anaenda kwa ubingwa, sio kwa mm, sababu ya hiyo point moja, lakini bado kuna mchezo wa dabi. Ile kingine ni kwamba Simba ana michezo mingi yote iko nyumbani hapa. Simba ushamaliza mechi zake mikoani na ukiangalia mechi ambazo anacheza hapa dhidi ya Simba Black Stars na ndio mechi ambayo labda unaweza kusema ndio mechi tight lakini mechi zingine Simba unaweza kumpa garantia ya kutupa asilimia 90 au 100 kabisa kushinda mechi zake zote. Sioni Simba akapoteza mechi katika uwanja wa KMC na hajapoteza mchezo wote mpaka sasa. Lakini kingine ni kwamba Yanga atasafiri na kuenda Tanzania Prisons. Ujue Tanzania Prisons anaanza kurudi, anashinda polizo sasa hivi. Mechi inayofuata Tanzania Fortune. Eh, na Yanga anafuata Fortune ugenini. Nikisema kweli mimi uh, siwagaranti ushindi kwa sababu ni timu ambayo nimeitoa mm. Ni timu iliyoanza vizuri lakini kwa sasa sioni kama itaenda kumsumbua Yanga Afrika. Lakini Yanga mm. kuchukua ubingwa ni paka kukubali kucheza dabi ah. Yeah. issue are... ya dabi mm. Bodi ya ligi na TFF wanakuambia dabi iko pale pale sawa sawa eh mm. Yanga ameenda CAS mm. Huko CAS, paka bado, ha, majibu hayajatoka, mm. Kwa nini majibu hayajatoka? kwa sasa hivi bado bado majibu majibu sijui naelewa vizuri, kwa nini ni kwa sababu kuna vipengele bado havijaenda kule, unanisikia vizuri, na TFF wanakuambia dabi iko pale pale sawa sawa. Yanga wameenda CAS huko paka sasa bado majibu hayajatoka, sijui naelewa vizuri majibu hayajatoka i mm -hmm. kwa hiyo ile Yanga kama atashinda mechi zake zote achukua ubingwa, akubali kucheza derby. Yaani, akubali kuingiza timu, akikubali kupeleka timu uwanjani, akamkanyaga Simba pale, Yanga bingwa. Lakini kama akikataa, ina maana pale sasa ile sheria inaanza wanaanza kuapply, tarehe kitangazwa, Yanga asipo peleka timu, unasikia tu mnyama anachukua anajitulia pointi tatu anaondoka nazo.